Basi ikiwa ni kwa wakati mwingine tena, tunaendelea kukutana hapa ndani ya 98.7 Banana FM. Mimi naitwa Madam T, na bila kupoteza wakati, basi tuendelea tulipoishia kwa siku ile ya jana, ambapo Jenifer anatuambia kwamba tayari amefika mahakamani. Lakini Jenifer anasema kutegemea kile ambacho alikiona na hakutegemea kwamba Felix alikuwa tayari ameshasema nyumbani kwao, ameshawaambia mama yake, ameshawaambia dada yake, na mbaya zaidi dada yake alivyokuja kumuona, alivyokuja kumuona mtuumiwa kwamba ni, ni, ni, ni, ni, ni Toni, na ndo alikuwa alikuwa Godfrey wake, basi kisasi kikazidi juu yake baada ya kujua yote hayo na jina anasema, sikutambua, sikujua ni vipi ambavyo alikuja alijua, alimuonea wapi, akajua kwamba ndo yeye, mpaka akabeba kisasi kikubwa kiasi kile. Lakini Jenifa anasema sikujua na sijawahi kujua, mpaka leo sijawahi si kujua ilikuwaje. Alienda mahakamani akamwona, alishaenda kumtembelea na Felix alienda, labda alimpeleka, anasema yaani sikuelewa chochote, sikujua chochote ilikuwaje. Kwa hiyo Jenifa anasema ile familia ni kwamba ilikuwa imedhamiria kuniangusha, na ilikuwa imedhamiria ku, yani nipoteze vyote. Kwa hiyo Jenifa anasema nilifika mahakamani, nilishangaa sana kuona kwamba shahidi wa kwanza ni Felix, shahidi wa pili ni Sonia na shahidi wa tatu ni mimi, nilistaajabu sana. Jenifa anasema basi, kama kawaida taratibu za mahakamani zilivyofika na nini, ikiwa taratibu za mahakama, Jenifa anasema ilipandishwa alipanishwa, Felix alikuwa ni wa kwanza, na akazungumza akisema, kwamba akaelezea yote, akasema kwamba Tony alikuwa ni mmoja wa vibaka ambao walikuja kuvamia nyumba yetu ile siku yangu ya pete, ambayo mimi nilivalishwa pete, na anasema e, mchumbangu mimi alihofia, alimlinda akihofia usalama wake, kwa sababu alikuwa ameshamwahidi kwamba akisema tu atamtafuta kivyovyote vile, atafanikiwa kutoka mahakamani atapelekwa kutoka polisi, yani kwenye mikono ya polisi, na atamtafuta jini amfanyie kitu kibaya. Kwa hiyo jini, anasema Felix alieleza uongo ambao yani, ambao nilistaajabu, nilishangaa. Ndo maana akasema, kasema ndo maana ile siku jini ilivokutwa ile cheni, akajitetea kwamba ni ya rafiki yake, lakini ukweli ni kwamba haikuwa ya rafiki yake, wala haikuwa, mimi sikuwa naijua, ila alijitetea kwa sababu ya kujilinda, na mimi nilitaka kumlinda mpenzi wangu. Kwa hiyo ndo maana tulimficha Tony. Lakini ndio hivyo amekuja kupatikana na alipokutana na mchumba wangu kwa mara nyingine tena, basi aliweza kumtambua na ndio ambavyo tulikuja kuripoti ah. Jana anasema nilishangaa baada ya ule ushahidi wa Felix kuutoa, anasema basi akaulizwa baadhi ya maswali pale, ni na nini, na nini. Jana nasema alivyopandwa tena Sonia Sonia, akasema kwamba aliwahi kujaribu kumtapeli na anasema alivyokuwa anataka unitapeli wifi yangu alikuwa ananionya sana, akiniambia kwamba huyu ni mwizi ni, ni, ni tapeli atakutapeli tu pesa zako. Alinidanganya akisema kwamba tutafanya biashara na nini, kumbe alikuwa ana nitapeli, na alifanikiwa kunitapeli kiasi cha shilingi milioni mbili na nusu. Kosa lingine ameongezwa hapo la utapeli tena ameongezwa juu yake. Jina nasema nilicheza na akili yangu na mda ule, nilipata hasira baada ya kuona yani tayari watu wamenigeuka, yani tayari kuna kitu ambacho kinaendelea. Nikajua kabisa kama tayari wanajua, basi hawawezi kukubali mimi kuolewa na Felix. Jina anasema hilo nililikubali, niliwaza kabisa hivyo. Kwa hiyo jina anasema nilipopandishwa tu kizimbani, jina anasema yule mwanasheria alishawahi alishani, nilishazungumza naye mwanzo, kuna siku nilizungumza naye japo kuwa ananiamini sana lakini akaniambia kama nitaamua kumtetea Toni basi akanipa namna ya kumtetea, na Jina anasema kiukweli, mimi pale nilikuwa nimekuja ili kwa kesho tena, nilikuwa nataka tukatofu ile mambo, kama itafungwa afungwe basi, limi na harusi yangu na Felix iendelee. Sikutaka ile aibu inipate kwamba nimekaribia harusi alafu harusi imeahirishwa imeuliwa haipo tena na nini. Kwa Jina anasema nilivyopandishwa pale, nilikuwa nina hasira kwanza. Kwa nini Felix ameenda kunianika nyumbani kwake, kwa ona aliniahidi kwamba hatasema, hatosema kwa mtu yoyote. Kwa hiyo yeye ndo kwanza kuvunja kiapo chake. Aliniahidi kwamba hatosema kwa mtu yoyote yule, na hii issue itakuwa ni kati yangu mimi na yeye. Kwa hiyo akaniahidi kwamba nikifanya vile pale mahakamani, basi tutaendelea na maisha yetu ya kawaida, lakini tayari alishavunja ahadi. Kwa hiyo ndio nasema nilipopanda pale, nilijibu tofauti nasema mwanasheria alishaniambia kwamba nikienda niseme kwamba mimi na Tony tulishawahi kuwa na mahusiano kipindi nikiwa chuo, kwa hiyo baada na lakini, tulipotezana kwa muda, baada ya kuja kusikia kwamba mimi anavalishwa pete alikuja kunitafuta na ile siku ambayo mimi a, alikuja, alikuja alikuja basi, na mimi nilimpokea kwa ajili ya kumsikiliza kwa sababu alikuwa na hasira sana. Sikuweza ku, kukatali, alikuwa na hasira sana, akiwa ninifokea na nini. Kwao nilimtafuta nili, nili, sehemu yeye kuzungumza na mimi ili mtu yoyote mwingine asije akatuona, nikaona salama zaidi ni ndani kwetu, lakini wale majambazi walikuja kutuvamia, wakati mimi, wakati yeye Tony tayari alikuwa kule ndani. Kwa hiyo Tony alikuwa mmoja wa jambazi, alikuja tu kwangu mimi baada ya kusikia kwamba mimi nimevalishwa pete alikuja kulalamika kwangu kama boyfriend wangu, kwa nini nimekata ime, tamaa na yeye, sijakata kumtafuta na nini, nimeamua kuvalishwa pete na mtu mwingine jana. Nasema hiyo ndio sababu ambayo nilisimama kizimbani nikasema na kuhusu utapeli, nikamwambia kiukweli, mimi sifahamu kama walishaye kutapeliana, na sijui kama sioni alishaye kutapeliwa kwa sababu kipindi ka, ambacho Sonia ana, ana, ana, anasema kwamba mtu anataka kumtapeli na nini, alikuja kuniambia kwamba yule mtu pesa alizompa amemrudishia, yani bwana wake alimrudishia. Na kweli Jenifer anasema Toni, kipindi kile mimi nilimkanya sana, nikamwambia unataka kumtapeli nini na nini, hujaacha tapeli tabia zako za kitapeli, yani uliniahidi utaacha wizi na nini. Kwa hiyo Jenifer anasema kweli Toni alizirudisha zile pesa, kwa Sonia alizirudisha. Kwa hiyo Jenifer anasema mimi nika toa ushahidi ule wa kueleweka. Nasema kulikuwa kuna mlolongo mkubwa sana pale ndani. mpaka Felix alitolewa nje na wa, wasimamizi wa pale kwa sababu ya fujo zake. anasema alikuwa na fujo akiwa anasema mimi nadanganya naongopa na nini? Yaani chuki ilitawala usoni mwake waziwazi hadi wazi, akashindwa kuizuia chuki machoni mwake. Yeye anasema niliapa na nikasema nimeusema ukweli kutoka kwenye moyo wangu. Toni ya kuwa kibaka hakuwa jambazi. Ile siku aliyokuja, alikuja kwa sababu alikuwa ni, ni mpenzi wangu tukiwa chuoni. Kwa hiyo alivyosikia anaolewa, alivyojisikia kwamba nimeulishwa pete, alikuja kwa sababu hiyo. Lakini wale vibaka walikuja kutuvamia sisi tukiwa tayari tupo na Tony akiwa tayari yuko ndani. Kwa hiyo hakuwa mmoja wa vibaka. Jina anasema yaliulizwa maswali mengine, akisema ilikuwaje mpaka wakaiba wakavunja na vitu, akaambia hatukuweza kujitetea wenyewe, lakini baada ya wale vibaka kuja kutaka, kuni, kuni, kaba mimi na kutaka kunibaka, basi alisimama na kunitetea. jana anasema alisimama bila uoga, bila kujua kwamba, anasema nikamwambia, alisimama bila uoga, bila kujali kwamba yale majambazo walikuwa na silaha, walikuwa ni wengi, lakini alisimama kunitetea, na ndipo ambapo alipigwa mpaka akawa mnashura kutembea. Alisimama na mimi kunitetea bila kuwaza kwamba mimi tayari ni mchumba wa mtu, mimi tayari nimevalishwa pete na mtu mwingine. Kwa hiyo ndo maana ile siku nilikuwa na chini yake, ni kweli nilikuwa na chini yake, lakini sio kwamba alikuwa ni jambazi. Hapana, alikuja tu kwa ajili ya kuniona mimi. Jina nasema ninachochukuru ni kwamba polisi wao hawakufahamu ile ishu ya Miriam, ya dadangu Mar Mariam kubwa kobakwa kwa sababu, kwa dada yangu akutaka mtu mwingine, akutaka mtu mwingine tofauti nje ya familia yetu afahamu, alikuwa aliona aibu, hakutaka kabisa hiyo ishu ikuwe kubwa. Kwa hiyo ndo ilikuwa nipona, yani ndo ndo pona, kwa sababu ningeulizwa imekuaje dada, kwa nilibakwa na nini na nini. Kwa hiyo Jenifa akasema maswali kama hayo hakuwepo, lakini hivyo ndivyo ambavyo nilitoa ushahidi. Kwa hiyo Jenifa akasema palikuwa na mlolongo mkubwa sana, mambo yakaenda na kurudi, lakini Jenifa anasema nilijua kama kina Felix kituatakua ameonga huku basi kutoka kwa Tony ilikuwa ni uongo kabisa. Jeni anasema ma pale na Akimu naye kwenye swala, yani kitu ambacho sikutegemea. Basi Tony alionekana kwamba hana hatia. Alionekana kwamba sio jambazi na, na akumtapeli Sonia kwa sababu pesa zake zilirudishwa, alirudishwa pesa zake. Na Jeni anasema pia mbaya zaidi kwenye kujieleza kwa Sonia, kuna wakati alikuwa anachanganya mambo ana ujue wanasheria wana namna ya kuuliza maswali. Mwanasheria wa Tony alivyokuwa akimuuliza maswali, hakuna wakati alikuwa anajibu ndivyo sivyo. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba hakutapeliwa wala nini. Kwa hiyo jana anasema kesi ikaonekana kwamba alishinda. Ni nani? Ni Tony. Na jana anasema ni kulingana na maelezo yangu mimi. Jana anasema kumbuka kabisa, Tony alishaniamini, Felix alishaniambia kwamba mtu ambaye anaweza kumfunga Tony ni mimi. Na Jenifer anasema nakumbuka pia Tony aliniambia kwamba mtu pekee ambaye anaweza akanifunga ni wewe. Ile siku ambayo alikuwa anaondoka aliniambia kabisa ni wewe ndo naye utakayeamua hatima ya maisha yangu. Jina anasema yani, pale nilipomaliza kutoa ushahidi nilishindwa hata kusimama pale. Yani alikuja mama yangu kunitoa pale kwa sababu miguu ilikuwa inatetemeka. Najua nilichokifanya yani, kina, kina, kina impact lakini pia kina kina madhara yake makubwa sana, najua kile nilichokifanya. Kwa hiyo nilifanya sema, mpaka mpaka Felix anapewa, I mean, Tony anapewa hukumu. Felix alikuwa ameshatolewa nje kwa sababu ya fujo alizokuwa anazifanya, alitolewa nje. Hakuwa na subira, hakuwa na na, uvumilivu wa kile ambacho nilikuwa nakiendelea ku kuzungumza, licha ya Kim kumkanya mara kwa mara, lakini bado alikuwa anaendelea ku, kunijia juu, kuropoka mahakamani, kufanyaje kwa alitolewa nje. Yeye anasema na baada ya hukumu kutolewa, aliyotoka wa kwanza kabisa alikuwa ni Sonia na familia yao. Kwa sababu babangu ndo aliondoka, hata hakutaka kuondoka tena na gari la Felix, wala na kutaka kuondoka na mama yangu. Anasema aliondoka yani, tulivyotoka tu nje tukuta baba hayupo kameshaondoka. Yeye yani anasema nilitoka nje nikakutana na Sonia yupo na kaka yake, na then ndo alitoka kumweleza kilichotokea mahakamani jana. Anasema alikuwa ananiangalia kwa jicho la kuonekana kabisa kwamba yaani walikuwa na mpango wa kulipa kisasi juu yangu na kikafeli. Jeni anasema walinifata, na anasema Sonia akanifata kama kuninong'oneza, akaniambia kama unafikiri hili limeisha basi nikuambia tu ndo kwanza tumeanza. ule ulikuwa ni utangulizi tu, ndo kwanza tumeanza. Jeni anasema Felix alinifuata na kujidai ananiita eti mke wangu. Ah, ninasema nilishangaa, mke wangu? Bado tena ananiita yani, kwa alivyokuwa amekasirika nini ananiita mke wangu no? Sio kweli. Sio kweli. Akawa anasema mimi nilikuwa na mama wangu, akawa ananiita mke wangu. Akanifuata akanikumbatia, akaniambia usijali. Hayo yote yatapita. Kila kitu kitakuwa sawa. Ah, yeye anasema nikashindwa kuelewa. Nikashindwa kujua yani. Ni kipi? Jeni anasema ni nilichokuwa ninakifikiria kichwani kwangu kwamba nikitoka nje Felix ataniambia kwamba ndoa imeishia hapo, ndoa imeisha. Jeni anasema mimi na mama tulienda nyumbani, baba alishaondoka zamani zamani. Jeni anasema nimefika nyumbani kuna baadhi ya wa ndugu zangu walikuwa wameshakuja tayari kwa sababu kwa ajili ya harusi, wakawa wameshakuja kwa ajili ya maandalizi ya harusi. Jenifer nasema ilikuwa ni ifanyike harusi ya, ya kifahari sana kwa sababu Felix kwao ni watu wenye pesa nyingi sana. Kwa hiyo ilikuwa ifanyike harusi ya, ya kifahari mno mno. Lakini mimi ndo ambaye nilikuwa mzinguaji mkubwa. Kwa hiyo Jenifer nasema ilikuwa ni kama bado mwenzi, lakini tayari ndugu zangu wengine walikuwa wameshakuja kwa ajili ya maandalizi hapa na pale. Jenifer nasema nilifika nyumbani nikakutana ni watu wamekaa sebuleni. Na baba na nini. Jana nasema kila mtu nilipofika pale alianza kuniraukia na kuniambia kwamba ni sijui nimedhalilisha familia, sijui mimi ni binti wa namna gani. Jana nasema kila mtu alikuwa anaweza kuzungumza, basi alizungumza la kwake. Jana nasema nililia sana. Nililia sana, sana, sana. Nikaingia chumbani, ambaye alikuwa karibu yangu, na anasema nadhani alifanya vile tu ili nisije nikachukua maamuzi magumu zaidi, nisije nikajikatia tamaa. Anasema ni mamaangu, mamangu najua kabisa hakupenda, lakini alikaa upande wangu, alikuwa na mimi, alinitia moyo kuniambia kwamba itapita, hakuna gumu lolote ambalo halina mwisho na nini. Kwa ndio hivyo, Jana nasema ndugu, ndugu, ndugu, ndugu alikuwa pale. Waliondoka kesho yake asubuhi, waliondoka wakarudi makwao. Jeni anasema kuna wengine ambao walikuwa ni wapo Dar es Salaam, kuna wengine walikuwa wa Moshi, kuna wengine walikuwa wanakaa mikoa mingine, kwa hiyo wakaondoka wakaenda makwao. Jeni anasema babangu akawa hanisalimi, hataki kukaa mi nilipo na nini, na mwisho wa siku za nendo kamshi. Jenifa anasema babangu ile siku ambayo alisikia kwamba ndoa imefutwa, ndoa imehairishwa yani, sio kwamba imeera itakuja kufanyika haipo tena. Jenifer anasema nilijua tu yani, Felix alivyokuwa ananiambia vile alinitaka tu nijiendelee kujidanganya akili mwangu kwamba ndoa bado ipo. Lakini Jenifer anasema sijui ili, mimi sikuambiwa direct, lakini babangu anasema alivyoambiwa si kwamba aliambiwa sasa ndoa hakuna tena nyumbani kwako. Basi Jenifer anasema sikia, babangu alinifukuza kweupe asubuhi. Jenifer anasema ni asubuhi, mimi ndo nilikuwa nimetoka, yani ndo tumemaliza kunywa chai, nilifukuzwa kweupe na babangu. Lazima babangu alinifukuza, mamangu akawa ananitetea, lakini hakunisikiliza chochote. Akaniambia kwamba nimemuibisha, amenivumilia kwa vitu vingi, sibadiliki, sijui na mfedhesha na nini. Kwa hiyo ndio anasema babangu mimi alinifukuza nyumbani Asubuhi mchana, majirani wapo wanasikia anavyofoka anavyogomba. Jenifa anasema ninahisi kama dunia nzima inanitizama ina, ina mimi inaninyoesha kidole mimi, yani ilikuwa ni sherehe kubwa ambayo imefanyika ukumbini na nini, lakini naachwa. Maandalizi yalikuwa yamefanyika makubwa, lakini nimeachwa. Jenifa anasema ndoa iliirishwa na babangu, hasira ili- ilimkaa ili sana, basi akanifukuza nyumbani. Jenifa anasema wakati ananifukuza kumbe mamangu alishampigia simu kakaangu. Jenifa anasema kaka Maiko kakaangu na kamuomba kakangu kama mimi nikakae kwake. Jenifa anasema ni kwa kukusanya nguo zangu naondoka, lakini sijui naenda wapi. sijawahi kuwasiliana na Tony tena baada ya pale, hajawahi kunitafuta, sijawahi kumtafuta, wala sijawahi kumtafuta kwa sababu Jenifa anasema mimi mwenyewe nilikuwa nasikilizia ninijue kipi ambacho Felix atamua. Japo jana anasema asilimia themanini niliamini kwamba ndoa haipo, lakini asilimia zilizosalia ndo niliamini kwamba uwezekano wa ndoa unaweza ukawepo. Na Jenifer anasema ilikuwa mjinga, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba hata Felix akisema tanio alichoyo yote yalitokea, nitakubali nitakubali, kwa sababu Jenifer anasema nilikuwa nafanya vile, nilisema nitakubali kwa ajili ya kuficha ile aibu. Kwa hiyo Jenifer anasema tanio, kama ningeolewa, ningeolewa kwa ajili ya kuficha aibu, kitu ambacho sio sawa. Lakini Jenifer anasema amefukuzwa, na Jenifer anasema amefukuzwa, ameenda kuishi kwa kaka yake na mbaya zaidi, Jenifer anatuambia hata kwa kaka yake ilikuwa ni inaonekana wazi kwamba amefanya tu kwa sababu ni mama amemtaka afanye hivyo, lakini sio kwamba amefanya kwa mapenzi. Yaani, pana nasema mtu pekee ambaye mtu mwingine ambaye alikuwa akinielewa, akinifariji alikuwa ni wifi yangu. Lakini kaka yangu alikuwa hataki kuzungumza na mimi, hataki kukaa na mimi kama ilivyo kawaida yani hivyo. Basi nilikuwa nashaka kama anamlazimisha na nini hivyo. Kwa hiyo Jenifer anasema maisha yake alibadilika kuanzia hapo. Ile ndoa ya kifahari ile maisha ya kifahari yaliishia hapo. Jenifer anasema Felix alikuja kunitafuta, akazungumza vingi, akisema kwamba amenipanga kufanya na mimi vingi, alipanga kunifanyia vingi na nini. Mambo gani amezungumza? Basi muda wetu umekwisha, muda wetu umeenda sana. Kesho taendelea kukwambia tulipoishia leo. Nikutakie siku njema endelea kusikiliza 98.7 Banana FM.